Watu kutoka kila kona ya Kenya wamehudhuria shughuli za kuagwa kwa mwili wa mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya, Raila Odinga, ambaye Wakenya wameendelea kumwomboleza. Mapema leo mwili wake uliwekwa kwenye uwanja wa mpira wa miguu wa Nyayo jijini Nairobi nchini Kenya, na ambako wananchi walijitokeza kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho. Richard Ochieng amesafiri kutoka kisumu umetoka kisumu lakini sio leo eh nilikuja hapa jana nikugusa kabisa vile sahii naona wakati kama tuseme wakati ya siasa tukielekea wakati ya siasa na tulikuwa nafikiria baba ataruka na sisi mpaka 2027 sasa niliposikia hivyo nikajua sasa tuko mahali ingine sio vizuri sana mwanadada Nicole naye alikuwa miongoni mwa waliofika uwanjani hii bendera ni ya Kenya inamaanisha, na tumekuja kwa sababu ya kwa amani, na tumekuja kuuza. Ilikuwa fursa pia kwanauza bidhaa mbalimbali, kuomboleza kwa aina yake. Dennis Isaboke ni muuza firimbi, sababu amekuwa ni mtetezi wa wanyonge, hiyo ndio chambo la kwanza. Chambo lingine la pili ameleta freedom Kenya, sababu unaweza ongea chochote unachojisikia. Yeye ndiye amepigania nchi kuwa hata penye iko sasa hivi Cedric Ihanda anazungumzia kuhusu wanaoanzisha vurugu, hasa akiunganisha na tukio lililotokea Kasarani hapo jana, ambapo watu kadhaa walipoteza maisha. Vurugu hata vurugu haianzishwangu wa na wananchi, vurugu inaanzishwa na watu ambao wanaoposi kazi ya ambaye inaendelea katika hii mazishi, kwa sababu kwa kama siku ya leo unaona kuna mwelekeo mzuri kwa sababu ya kwamba uh, polisi wetu wametulia, wanajeshi wetu wametulia, alafu kuna mwelekeo mzuri ambao ni line. Hakuna fujo yoyote inatolewangwa na mwananchi. Mwananchi akiwa kata mahali kama hapa na avurugwe, ndio shida itatokea, lakini bila shida yoyote ya, ya wananchi kutoa vurugu, sio wananchi. Shughuli za mazishi ya Raila Odinga zitafanyika kijijini kwao huko Bondo.